Karibuni tena kwenye mwendelezo wa darasa letu wa madarasa yetu yaliyopita. Ikiwa tumeumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu umeisha salama. Basi leo tutaongelea vitu vichache ambavyo tunapaswa kuvifanya baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani katika mwezi wa Ramadhani au ulivyokuwa unaanza mwezi wa Ramadhani, watu wengi tulikuwa tunajibidiisha na kufanya mambo mazuri, watu wengi tulikuwa tunajibidiisha na kutia nia ya kufanya vitu vizuri, lakini inastaajabisha pia inashangaza, kwamba baada ya Ramadhani watu tunarudia yale makosa tuliokuwa tukiyafanya. Mambo gani ambayo hautakiwi kuyafanya baada ya Ramadhani kuisha? Jambo la kwanza ni kurejea yale makosa ambayo uliyaacha kwa ajili ya Ramadhani. Yaani wema au kumtii Mwenyezi Mungu isiwe tu kwa sababu ya Ramadhani, na Ramadhani ikiondoka, basi tunarudia yale mambo yetu na mtu ambaye atakuwa anafunga Ramadhan huku akiwa na nia kwamba ni mimi, Ramadhani ikiisha tu nitafanya kitu fulani, basi funga zake zote hazitakuwa zimekubaliwa, kwa sababu yule mtu anafunga tu basi, lakini moyoni mwake bado hayuko tayari kuyaacha yale maovu ambayo alikuwa anayafanya. Katika siku ya Eid, tujitahidi kufurahia na familia zetu na tufurahie katika namna ya halali. Tusifurahie na familia zetu kwa kwenda disco, kwa kufanya miziki, kwa kufanya chote kile tufurahie na familia zetu katika namna ya halali. Katika siku ya Eid tujitahidi sana tujitahidi sana tufurahie katika namna nzuri, tujitahidi kula vizuri, tujitahidi kupendeza, tujitahidi kuvaa tupendeze. Miongoni mwa sunna za kufanya katika siku ya Eid ni kuvaa kupendeza. Kwa hiyo jitahidi katika siku hiyo, vaa pendeza, nenda kafanye mambo mazuri, mambo ya halali, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuimaliza Ramadhani salama, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wakisubiri Ramadhani, kuna watu ambao walitegemea watafunga Ramadhani, kuna watu ambao walitegemea watafika siku ya Idi, lakini wote walikosa. Kwa hiyo tujitahidi sana sana sana, na ni vizuri zaidi na tunahimizwa sana kwamba baada ya swala ya Idi, baada ya Ramadhani kuisha, baada ya Idul Fitri, basi tuusindikize mwezi wa Ramadhani kwa kufunga sita za Shawwal, sita za mwezi wa Shawwal. Shawwal ni mwezi baada ya Ramadhani. Tunashauriwa kwamba ndani ya mwezi wa Shawwal tufunge siku sita. Siku sita hizo unaweza ukazifunga kwa namna ya kuzifatanisha zote kwa pamoja au ukafunga moja ukaachia, moja ukaachia mpaka mwezi wa Shawwal utakapoisha, basi uwe umekamilisha siku zote sita. Basi Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kutukubalia funga zetu, swala zetu na kila ambalo tuliliomba kwenye Ramadhani hii iliyopita, basi likawe na likawe limeitikiwa na Mwenyezi Mungu, na Ramadhani ijayo, basi tuwe ni wenye kuishi yale tuliyoyaomba katika Ramadhani iliyopita. Alkamalu lillah, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu pekee. Asanteni sana, usisahau ku like ku comment ku share na wengine pia wapate elimu hii. Karibuni sana kipindi kijacho. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.